Na kama aise, aise, dunia jamaa, e BCM ah! Say, ah, BCM ah ah, bwana, kama kawa aise, dunia ndogo wewe jamaa, nimepiga naye na sana ah BCM, tumesema wote gawanusi. Sasa hivi hemu imetoka, anajaza nyimbo sema ndo maisha bwana. Mimi nachekesha eh, nakumbuka Mose unapambana nazo sana hapa, si ndio? Yale yale yaani mule mule tu. Sasa mpo salama. Ah, ana fly kuwa hapa kuna watu wengi mashuhuri. Eh, kina Baba Levo, nani wengine na wengine, kama sio mashuhuri wewe ni mtu wa mashuhuri. Cha msingi si shuhuri tu, cha msingi e, shuhuri. Baba e, Levo kwanza, nimegusia swala la elimu. Baba Levo kwanza, kwanza, naomba mpigie makofi Eh, hey, ni mmoja wa watu mashuhuri wanajali elimu sana kwa watoto wao, makofi. Eh, hey, Revo amepata DMB amefaulu advansi, sio poa? Eh, hey, mtoto lazima umlizishe elimu pua itoshi sawa. So, revokats sipando hivi yes. Dada nani... Eh, hey, dada nani yupo amefika, dada yetu shishi Yupo tayari? Yupo yuko te kwenye listi ah, popote alipo, ya heshima yake ni mmoja kati ya watu mashuhuri wasichana wanawake ambao wanapambana sana eh, watu wanaizaga wanawake na nusu, o ndio wanawake wawili sbana. Jina lake ni Toshishi yani, yani shi na shi napambana sana ah, na na kiukweli. Ah, na napenda na kutambua uwepo wa uh, comedian mwenzangu Ndalo Masatu. Eh, yako bwana Ndalo Ndao sio tu mtu mashuhuri, ni mtu wa kipekee, ni special sana. Ndio mtu pekee anayepewa tunda na tunda. Sio kila mtu ana uwezo wa, wa wa kupewa, kupewa kitu kama hicho e. Adamu mwenyewe alipewa na Eva tunda, anapewa na tunda na tunda, ndio anapewa na tunda kwa hiyo hongera zako bwana ba e, hongera zako A, nani mwingine anaweza kumuona hapa? um, nani hapacaamonatajili Uh, kama akija aje peke yake asija na Frank Nose kwa sababu hii mpaka sasa hivi haujui, yule Frank Nose anaweza akawa anajua yule, uh, yule, eh atu, uh, so tupo, narudi tena, tupo kwenye uh, watu mashuhuri wengi, wengi ni wapambanaji. Tumetoka kwetu Kigoma, uh, huko tumetokea, um, sisi Manjiro, sasa hivi upo mjini unapambana, tupo wengi uh, tuombeane, uh, maana kuna sala zingine za ajabu ajabu, tuombeane. Mimi e, waka na sala mimi ni Mkristo.